Kapa Maweni kule kwetu, sikia, mama ashapelekwa hali Maweni, Maweni nipelekwa, e, nipelekwa na Maweni kwa ajili ya nini? Ya mdonda. Sasa hivi mama ni mzima, bonge la mama, lakini hiyo ni, ni mzima, anaweza kutembea b bila, bila gari, ndio la Mungu kwa uumbaji akuombewa, kwa hiyo nina vitu vingi sana ambavyo naweza nia nikadung... kuzungumza mpaka kumi, lakini naomba kwanza niishie kwa hivi vitano, nimalize kusema kwamba watu wanaweza kufanya wewe usipone magonjwa. Watu wanaweza kufanya wewe usimamini Yesu, inaweza kuwa kizuizi cha uponyaji wako wa roho na wa mwili. Watu kusoma Marko kumi -ma -ma arobaini na nane toka hapo ndio tuweze kuangalia hatua za kuchukua ili tuweze kufanikiwa. Mariko 10 48 8 hao watu bwana, ugopa usiende kanisani usiende kuombewa usifanye hivi usinini, ni kizuizi amua mwenyewe, soma mm -hmm. Mm -hmm. Nani huyo nani huyo wapendwa wangu, nani huyo? hebu semeni wote, nani huyo? Tumai. Ba -tumai. Eh, bati mama yako kipofu ndio akataka kupata sauti, watu bwana wanaanza kuzuia wao usipate nani yote. Eh, what wewe, hey? yeah. Wewe ninyi wenyewe kuliona, si mmeona leo leo, wale mliokuwepo wakati tunafanya baada ya mafundisho hapo, wale mliokuwepo si mliona yule bwana alipokuwa hapa mgeni alikuja ndaye ambaye anataka kumsaidia kulipia chumba neema ya Mungu imeshuka sasa nikamwambia si mgeni wako aingie aingie aingie kanisani akasema huyu atakukata mapepo nikamwambia kwani akiamua mapepo si si ndio atakuponyaji wenyewe nakwambia hakutoa kwenye gari nimeenda kukuta kwenye gari yule nikamwambia basi ya leo ubarikiwe uh, sana ndio huyu tunaye mgonjwa wetu, nataka Mungu amshukurikie mpaka dakika ya mwisho kamechaguafuojee alenenda mpelele kwanza huko mnakokwenda, e, e, mkafanye mnakofanya huko kwenye nani, nani, nani, anamlipia kodi ya nyumba nani basi. Halafu baadaye karudi, maana huko nimeshamfundisha madhara ya pombe, nilikuwa na somo la nini na madhara ya nini ya pombe Kwa hiyo akawa ameenda. Kama anamuuliza sasa swali, yeah. Je, kanisa gani hilo you ambalo know, umeingia kuombewa mpaka sisi tunapata hela za kulipia kodi, nivyo amesema eh. Eh. Kumbe ni kanisa hili, mchungaji huyu huyu, madhabahu hii ni no, wameingia hapa na sasa wadhamini mepaikana kwa hiyo vizuizi, hivi vizuizi vinazuiaga watu, wanakufa hivi hivi kwa sababu ya vizuizi, watu wanazuia. Lakini si alisema mwenyewe juzi, amenikataa nisije, jana nisije nisi na nisije na leo tena, nimekaa nisije tena. Sasa unaona, inawezekana huyu una, mtu wangu ana pepo. Nikamwambia hapana, mwache tu hivyo hivyo, atakuja tu, wakati tuwakati ikifika yeye nayo uu kahv Havai, mkaleo, nzuri Weni nani kwako mimi, dada yangu dada yake mkubwa. Kwa hiyo unaweza ukafa kwenye dhambi huku watu wanakuchochea ngi kwenye dhambi. Unaweza ukafa na magonjwa sana. Wengi wamepotea kwa sababu ya watu. Tuangalie hatua za kuchukua ili tuweze kusimama imara na kukua vizuri. Tuanze na vitu hivi vya uponyaji tunakwenda kuongea. Hatua ya kwanza, uwe mwaminifu, uwe na uhusiano mzuri na Mungu na watu wengine. Uwe na uhusiano mzuri na Mungu na watu wengine Uhusiano mzuri na Mungu na watu wengine utakufanya Mungu kwa kutumika na, na wewe. Lakini pia hebu angalia tu kwa hiyo iliyopita tu muda mfupi tu uliopita hapa kanisani, jamaa tulikuwa tumekaa naye anaandika na kufundisha na mwelekeo na, na na watu wengine walikuwa hapo, alafu ghafla anaingia mtu mgeni. Kwa nini sasa? Uhusiano mzuri na Mungu hapa kanisani, ukipiga magoti, maana yake mbingu zinafunguka. habari za Juzi, mliona kwamba mwana mpotea akarudi kwa, kwa, kwa babaye eh, eh, majirani wote walijua, walikula ng'ombe mbuzi, walikula kitimoto eh, walicheza, walikula, walikunywa na akasema aaa, mvisheni pete, mvisheni nguo nzuri, nguo mpya eh, ogisheni, asheni, mkateni mele ksa lakini, tunasikia kwamba mbinguni walifurahi mwenye dhambi mmoja anapotubu wanafurahi. Kwa hiyo mtu, mtu mtu anapo nani mtu anapokuwa anapo ametubu dhambi ni rahisi kusamehewa na kuponywa magonjwa yote eh, tuangalie sasa.